Basi, Dani alivaa kama mhudumu wa hoteli. Aliingia Grand Oasis kwa uangalifu mkubwa. Leticia alikuwa tayari amempa mwonekano wa chumba cha Vanessa pamoja na jina bandia alilotumia, yani Sandra Mrema. Alipopiga hodi, Vanessa alifungua akiwa kwenye taulo tu. Nani wewe? Nani wewe? aliuliza kwa sauti ya kuamuru, yani sauti ya ukali hapo ndipo tulipoishia katika sehemu ya tano. Sasa tusonge katika sehemu ya sita. Mimi langu jina ni Mr. A Romantiki kutoka hapa hapa Simulizi Tz. Huu ni uondo wa simulizi ya Tamu ya Mama Mwenye Nyumba. Je, nini kitaendelea? Atapata simu na kufuta. Sasa tusonge katika sehemu hii ya sita. Huduma ya matandiko, tumebeba chupa za mvinyo kwa wageni waliowahi kuweka oda mapema. Aliponyoosha kichwa kuangalia upande mwingine, Dani alisukuma mlango kwa nguvu, akamkamata Vanessa kwa mikono yote miwili. Wewe ni pepo wa maisha yangu, leo kila kitu kinaisha. Vanessa alicheka kwa kebehi. Wewe unafikiri mimi ni nani? Unaijua familia yangu? Hata ukiniua wapo wengine watakumaliza. Akataka kupiga kelele, lakini Leticia alitokea ghafla, akamnyamazisha kwa mkono mmoja mdomoni. Dani akaanza kupekua. Baada ya dakika chache, akapata simu tatu tofauti, lakini moja tu ilikuwa na video. Alichukua na kuanza kuifuta haraka. hiyo sio yote, Vanessa alisisitiza, nina nakala kwenye drive nyingine. Unazani mimi ni mjinga? Dani alitetemeka. Huu, huna huruma tena hata kidogo, mshenzi wewe. Huruma ni kwa wanyonge, wewe ulikuwa silaha ya kisasi, ukapendwa na moyo wangu, sasa utapotezwa na akili yangu. Leticia alikuwa ameduaa. Nilizani umebadilika Leticia. Upendo haupo tena. Dunia ya sasa ni biashara na picha chafu. Danny ni bidhaa ambayo sasa imeisha matumizi. Ghafla mlango wa chumba ulifunguliwa kwa nguvu, mume wa Leticia aliingia akiwa na bastora, tena sura yake ilikuwa kali kama simba aliyejeruhiwa. haya yote ni ya kwako Vanessa. haya yote ni ya kwako Vanessa, aliuliza kwa sauti nzito Vanessa alicheka kwa kejeli, nilitaka tu uhisi uchungu wa kuibiwa. Lakini kabla hajamaliza bastola ilifyatua risasi moja. Ukimya, giza, machozi. Leticia alipiga kelele, Danny alipiga magoti. Usiku wa tukio kwenye hoteli ya kifahari Grand Oasis ulikuwa wa kutisha kuliko kawaida. Risasi ilipopigwa muda ulisimama, sauti za kelele zilitoweka joto la chumba lilibadilika, na macho ya kila mmoja yalitafuta jibu: nani amepigwa? Leticia alikuwa amekumbatia kifua chake, machozi yalitiririka kama mvua ya masika. Danny, akiwa bado kwenye mavazi ya uongo ya uhudumu wa hoteli, aligeuza kichwa kwa tahadhari. Vanessa alikuwa amesimama kimya, macho yake yakiwa yamepanuka kwa mshangao na hofu. Alikuwa ajaguswa na risasi. Haikuwa yake Leticia, haikuwa yake Leticia. Alipiga kelele Dani, Dani, jamani, lakini Dani hakujibu. Alikuwa ameshikilia bega lake la kushoto, damu ikichulizika. Risasi ile ilimpata kwa upana wa bega, lakini haikuwa ya kumaliza maisha yake. Alitetemeka, lakini bado alikuwa hai. Mume wa Leticia alishusha bastora taratibu, mikono yake ikawa mizito ghafla. Macho yake yaliangaza kutoka kwa Danny hadi kwa Leticia, kisha yakatua kwa Vanessa. Sasa najua kila kitu, alisema kwa sauti ya uchungu. Vanessa alicheka kidogo tena kwa kejeli, kisha akatupa taulo alilokuwa amejifunga na kuchukua koti lake. Aliinua mikono yake juu kuonyesha hakuwa na silaha, kisha akatembea kuelekea mlangoni kwa kujiamini. Lakini kabla hajaufikia mlango, Leticia alimsogelea kwa hasira. Umeniharibia ndoa maisha yangu heshima yangu, sasa utoki hapa salama? Leticia alichukua bastola kutoka kwa mume wake kwa haraka, kisha akampiga Vanessa mtwangio mdomoni kwa hasira kubwa. Vanessa akaanguka sakafuni, damu ilitoka puani. Hiyo ni kwa kila mwanamke uliyechezea moyo wake kama mchezo wa video, Leticia alifyatua maneno kwa uchungu. Danny alikuwa amekaa sakafuni akitafuta pumzi, huku mkono wake ukiwa umejaa damu ukiwa umejaa damu. Alimtazama Leticia kwa mshangao, hakuamini mwanamke alionekana mpole angeweza kuwa mkali kiasi hiki. Masaa matatu baadaye, ya kituo cha polisi, Letisia aliamua kukiri kila kitu mbele ya polisi. Alieleza jinsi Vanesa alivyoanzisha mpango huo wa kumdharirisha mume wake na jinsi Dani alivyoingia kimakosa kwenye mtego wa mapenzi na usaliti. Dani naye aliwaambia ukweli wote, tangu siku ya kwanza alivyoanza kuvutiwa na mama mwenye nyumba hadi pale mapenzi yalipogeuka kuwa hatari. Vanessa, akiwa na pigo la kichwani, alifikishwa hospitali akiwa chini ya ulinzi mkali. Polisi walikuta kifaa maalum cha kurekodi sauti na picha pamoja na orodha ya watu waliokuwa tayari wamerekodiwa. Dani alikuwa wanne. Leticia aliachiwa kwa dhamana baada ya masaa kadhaa ya mahojiano. Mume wake alijiondoa kwenye ndoa ile rasmi na kuomba utulivu wa muda ama kuvunja ndoa milele kwa milele. Hakutaka kuendelea tena na Leticia. Basi wiki mbili baadaye, hospitali ya mwalimu Nyerere Sinza, Danny alikuwa kwenye wodi ya majeruhi wa risasi. Hakuwa na jeraha kubwa, lakini alihitaji kufanyiwa upasuaji mdogo kuondoa kipande cha risasi. Kila siku Leticia alikuwa akimletea chakula, kuzungumza naye na kumfariji uhusiano wao sasa ulikuwa tofauti. Siwezi kusahau yaliyotokea, Dani alimwambia Leticia, lakini pia siwezi kuficha ukweli, hakika bado na kupenda. Leticia alitazama dirishani kwa muda mrefu, kisha akasema kwa sauti ya utulivu, mapenzi haya yalikuwa kama moto wa makaa, tuliona joto lake tukakimbilia, lakini hatukujua mwisho wake. Danny aliushika mkono wake kwa heshima, hakukuwa na tamaa tena. Wote walijifunza kutoka kwenye majivu ya makosa. Ilikuwa usiku mmoja, simu ya Leticia iliita. Alipoipokea, alisikia sauti isiyotarajiwa. Leticia, unafikiri hili limeisha? "Kuna mtu ambaye bado hajatosheka. Dani hajui kuwa kuna mtu mwingine anayemtafuta, mtu ambaye alimpoteza mke wake kwa sababu ya video hiyo. Dani ndiye anayelipa." Leticia alitetemeka, sauti ile ilikatika. "Sasa imekuwa nini tena?" Dani aliuliza. Leticia alimwangalia kisha akasema kwa sauti ya chini. "Hiki kisa hiki kisa, kisa, hakijaisha. Kuna mtu mwingine nyuma ya panzia. Je, ni nani huyu mtu mwingine anayemtafuta Danny? Kwa nini anasema mke wake alipotea kwa sababu ya video ya Vanessa? Je, Danny atakuwa salama tena? Mapenzi sasa yamegeuka kuwa vita ya kisaikolojia. Hii ni simulizi tamu tamu, ya mama mwenye nyumba. Mimi langu jina ni Mr. A Romantic kutoka hapa hapa Simulizi Tz. Usisahau kusabskribu chaneli yetu, ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Hii ilikuwa ni sehemu ya sita. Sasa usikose sehemu ya saba, sehemu iliyokuwa na utamu wa kila namna. Asante na kwa heri.